Kwa mara nyingine, katika mwendelezo wa mikutano ya kampeni ya ubunge wa jimbo la Geita mjini, mgombea injinia Chacha Mwita Wambura akiambatana na diwani kata Nyankumbu Pasco Sukambi, kwa pamoja na naibu katibu UVCCM Bara ndugu Musa Mwakitinya, wakiwa wamejawa na ari ya kuleta mabadiliko, sasa wameingia katika mtaa wa Nyantorotoro A kata Nyankumbu. Mara tu baada ya kuwasili, kabla ya kufika katika uwanja wa mkutano, wamepokelewa na mapokezi makubwa kutoka kwa waendesha bodaboda na watembea kwa miguu. Kwa ishara ya upendo na heshima, wananchi hao walimpokea kwa kumpatia usafiri wa toroli, huku wakimshangilia kwa sauti na nyimbo za hamasa. Njia nzima kuelekea eneo la mkutano, wananchi wengi wameonekana kuacha shughuli zao za kila siku ili kumpokea na kumsindikiza mgombea huyo ambaye amejipatia umaarufu kutokana na unyenyekevu wake na ukaribu wake kwa wananchi wa kawaida. Katika hotuba yake Injinia Chacha Mwita Wambura amewahakikishia wakazi wa Geita mjini kuwa serikali itahakikisha maendeleo yanayogusa maisha ya wananchi wote yanatekelezwa kwa vitendo. Kazi yenu moja tu. Tarehe ishirini na tisa mwende mkanipigie kura. Mpigie Dkt. Samia Suluhu Hassan, mpigie Sukambi, alafu mtudai maendeleo. Dkt. Samia Suluhu Hassan ndiyo seva letu la maendeleo hapa Tanzania, yani Dkt. Samia Yupo pale anagawa Geita, anagawa Mwanza, anagawa kila mahara, anagawa. Dr. Samia ndiyo seva yetu, anagawa. Alafu injinia Chacha yuko pale, ndio mnara ananasa yale maendeleo yanayotumwa. Akishatuma yale maendeleo, akisha yanasa, nyiye mwananchi wa Geita, mwananchi wa Nyankumbu, unaenda kwa Sukambi, unachukua Sukambi ndio simu yetu unaenda unachukua simu unapiga injinia Chacha ana connect Dr. Samia analeta maendeleo, jipigie makofi. Akiwa kwenye jukwaa amegusa maeneo muhimu, huku akiomba ridhaa ya kuwa mbunge. Maeneo haya ni pamoja na afya, miundombinu ya barabara na mitaro, elimu, vituo vya afya, pamoja na mikopo bila kusahau ujasiriamali na ajira kwa vijana Aidha, ameahidi kushirikiana na wadau mbalimbali katika kuhakikisha fursa za ajira kwa vijana zinaongezeka, na kwamba kila mwananchi wa Geita atapata nafasi ya kuchangia katika maendeleo ya mji huo unaokuwa kwa kasi. Wananchi wengi walionekana kufurahishwa na ujumbe wake, wakimtaja kama kiongozi mwenye maono, anayeguswa na maisha ya watu wa chini na mwenye nia dhati ya, ya kuwaletea maendeleo ya kweli kabla sijagombea Nimekaa kwenye mji wa Geita miaka 20. Nikaangalia nikaangalia, nikafika sehemu, nikaamua nigombee ili tusaidizane na watu wa Geita kuyaleta maendeleo. Nikaamua nimezunguka, hii yote hapa, Mbabani hapa, Mpomvu hapa, ndipo tulianzia mradi wa marudio hapa Geita, Nyankumbu hapa, tumezunguka. Hiyo Geita yote tumezunguka. Ndugu zangu, nimejifahamu vizuri Geita na yafahamu mahitaji ya watu wa Geita. Kazi yenu moja tu, tarehe ishirini na tisa mwende mkanipigie kura, mpigie Dokta Samia Suluhu Hassan, mpigie Sukambi, halafu mtudai maendeleo. Tarehe ishirini na tisa wangapi wanaenda kupiga kura kwa Dokta Samia, kwa Injinia Chacha na kwa Sukambi? Tunyoshe mikono, tunyoshe mikono tunyoshe mikono. CCM oye! Naomba tumwamini. Tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi tukapige kura kwa chama cha Mapinduzi, tukamchague. Shida zenu ameanza kuziwakilisha katika halmashauri kuu ya CCM ya taifa, mbele daktari Samia Suluhu Hassan, ninamleta kwenu huyo.